Siri ya Mtungi ilikuwa ni tobo kwa Duma la muda wote mm. Ili ni tobo ambalo ilikuwa mm. Ni mzee mm. Mungu anakupa nafasi hii yeah. Toboa mm. Na ukaifanyia kweli mm. Ni kweli kwamba ni ya muda wote ah, ilinifungulia milango mikubwa sana mm. Lakini kabla ya Siri ya Mtungi ili mm. nilishaanza kufanya lakini sikuwahi kupata nafasi kwa sababu miaka hiyo mm. ili utoke mm. ni lazima muuzie kazi muindi mm mimi nilikuwa na muuzia kazi akiikazi zangu zilikuwa zipe promotion kubwa mm, sawa eh? lakini nilikuwa ni mshono mshono sana kubwa za watu fulani, miezi mitatu mine, mpaka mitano mpaka sita, ikija kutoka inatolewa afu unasubiri pesa mwezi mwezi mmoja mmoja baada ya ya movie kutoka. Na ndani ya mwezi mmoja ufanye promotion kwa gharama yako. So, uh, ilikuwa shanza kufanya lakini, Siri ya Mtungi, uh, ni tobo la kunifanya watu watu wengine nijue, kwa sababu kuna kuna watu wa sasa sasa vijana sasa hivi hawajui Siri ya Mtungi. Na na series inaitwa Fundi na kuna mashabiki ambao tunawateka on time of love. Yeah. So umeona?